Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ishirikiane vyema na Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI na wizara za kisekta zinazohusika na malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kuhakikisha mkakati huu unatekelezwa kikamilifu katika ngazi zote. Mkakati huu usiishie kwenye makaratasi, nataka uwe na matokeo yatakayopimika na yenye manufaa na tija kwa walengwa. Yaani watoto wetu lakini taifa kwa ujumla. Aidha, ufuatiliaji wa matokeo ya utekelezaji wa mkakati huu uwe sehemu ya uwajibikaji katika ngazi zote, kuanzia mwalimu, mkuu wa shule, afisa elimu wa wilaya hadi mkoa. Kusiwe na ripoti za kuandikwa tu. Tunataka mabadiliko yaonekane kwa mtoto. Tunapotembelea sehemu tukisimamisha mtoto wa darasa la pili anayeandaliwa kwenda la tatu, tuhakikishe amesoma, ameandika na ameweza kuhesabu kwa jinsi vile tulivyojipangia. Ili kufanikisha hili, tathmini za mafunzo zifanyike mapema kubaini watoto wenye changamoto kwa lengo la kupatiwa msaada kwa wakati. Stadi za KKK ndizo daraja linalounganisha sera, mitaala na matokeo halisi ya elimu. Hivyo upimaji na tathmini au upimaji na tathmini endelevu ni muhimu, ili kubaini mapema changamoto na kuchukua hatua stahiki. Lakini pamoja na maelezo hayo, naomba pia nitoe wito kwa wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kutoa ushirikiano kwa serikali ili kufanikisha mkakati huu. Ndugu zangu, Kabla sijahitimisha hotuba yangu, napenda kusisitiza kuwa serikali itaendelea kusimamia kwa karibu utekelezaji wa mkakati huu na itahakikisha rasilimali, mifumo na usimamizi vinakwenda sambamba ili kuleta matokeo yanayokusudiwa kwa wakati. Na kwa timu niliyo nayo ndani ya wizara ya elimu, Profesa Mkenda na wasaidizi wake wote, sina shaka, sina shaka na hili. Tumepiga hatua kubwa. Tulipo sasa siko tulikotoka, tumeingia awamu hii. Nikamwambia Profesa, mabadiliko ya elimu ni legasi yako, utakumbukwa kwa hili milele na milele, na nataka ubakie hapo, ubakie hapo. Nitakupangia wasaidizi wazuri, ili mukayamalize yale ambayo tumeyaanzisha. Kwa Profesa, I salute you na timu yako, na naomba huko mbele msituangushe huko mbele msituangushe. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, sasa nitamke kwamba mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma na kuandika na kuhesabu KKK kwa watoto wetu wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili sasa umezinduliwa rasmi. makofi mengi na vigelegele Asante sana. Nawatakia utekelezaji mwema wa mkakati huu kwa manufaa ya watoto wetu na taifa letu kwa ujumla. Na namwomba Mwenyezi Mungu atubariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza.